There is a choice to keep quiet, you'll be safe, uwe kwenye government, but there is choice ya kuwa eh, kwenye maumivu kwa sababu unapigania watu and we live by the consequences of the choices that we make. And they make a hard, eh, choice na jua consequences zake, kora mtu asifikiri kwamba mimi nafanya vitu ambavyo sijui kama nimekatwa kichwa, no, na nimekuja kajuni nimetumia taratibu nime kupita hapa kwenu mpaka wote ni poras na mimi hapa ni kwetu, mzee, mze mi kwetu ni hapo Kitakasembe hapo babangu ndio mziki. Kwa hiyo nimesoma hapa ni maharaga shule ya msingi hapo. Kwa hiyo, I know this border ningetaka ni kuvuka hapa, we usingeniona, kajuni asingeniona nobody would see me, ngeniona niko bondo <laughs> na namsingenikamaa, na ningerudi na msingenikamaa. Sasa mimi sio muhalifu, ndio bana, nimekuja Alafu mimi ni kiongozi sio kwamba siko na information uh, since yesterday uh, yeah. Wana organize I knew it and they come ili kuprove kwenye dunia kwamba tuna viongozi heartless ambao wanaweza kuzuia mtu kwenda kuzika uh, mimi nimekuelewa. Heartless people, sawa kuzikasa <laughs> <laughs>